Mama wa milalamiko nasema, ukipunguza idadi, sisi wengine tutaolewa na nani? <laughs> Ah, <laughs> na nanihh, nchi kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa utulivu wenu Tangu nimefika hapa mpaka tunakaribia kumaliza kikao chetu tunaishia kwa amani. Hili ni jambo kubwa sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote kwa pamoja. Kipili <coughs> niendelee kuwapongeza kwa jinsi mlivyokuwa wawazi. Mmetoa kero zenu kwa uwazi kabisa. Kero zenu kwa asilimia kubwa zimekuwa zikifanyiwa kazi na uongozi walionitangulia, na mimi nimezikuta, tunaendelea nazo ngazi ya mkoa, ngazi ya wizara na mpaka ngazi ya taifa. <coughs> nimshukuru sana meneja wa Usangu Ranch. Ni ranchi ambayo kwa muda mrefu ilikuwa haina meneja, lakini tumehakikisha kwamba kunakuwa na meneja ili kuwa na usimamizi mzuri, na kupitia kwake tumeweza kugundua changamoto mbalimbali mbali, changamoto ambazo zilikuwa zinazuia sisi wanambarali kufaidika na ranchi ya Usangu. Mazungumzo yanaendelea, lakini tumesimama kidete pamoja na viongozi wenu wa chama cha wafugaji wilaya ya Mbarali na wakanda kuhakikisha kwamba tunafaidika hata kama sio wote, wale wachache watakaopatikana patikana tuweze kujua kwamba wanafaidika na ranchi ya Usangu badala ya ranchi ile kubadilika matumizi na kuwa ranchi ya kilimo. Sasa mambo mengine tujipe muda. Waswahili wanasema subira yafanya nini? Su yavuta heri. Sasa tukijipa subira, ni imani yangu tutafanikiwa. Yale ambayo ameeleza meneja ndio mambo ambayo tumekuwa tukizungumza kwenye vikao vyetu kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na hata wizara, na sisi tumesema wakati wa ugawaji <coughs> ni lazima usimamizi uwe kati ya chama cha wafugaji wa wilaya ya Mbarali pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya na kama nitaendelea kuwa hapa, tutahakisha kwamba wana Mbarali wanafaidika kwa zaidi ya asilimia sabini. Lakini pili, ni washukuru sana, mmeeleza changamoto zile ambazo nilizieleza mwanzoni na nyie pia mmezirudia, mmezikazia kwamba hizi changamoto zipo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye aliyetoa maelekezo haya ambayo sasa tunaelekea pengine kupata eneo kwenye hifadhi yetu ya ranchi ya Usangu. Amemleta waziri wa mifugo Daktari Ashatu Kijaji, naye amesimamia vizuri, na mlimsikia bungeni akizungumza kuhusu ranchi za taifa Tanzania nzima, na baada ya muda si mrefu, ni imani yangu ushauri tuliotoa wa kufanya mgawanyiko, kama kuna hekta elfu mbili zigawanya mia tano mia tano ni imani yangu tutakwenda kufaidika na itaenda kujibu baadhi ya changamoto zetu ya maeneo ya malisho kwenye maeneo haya. Natambua wafugaji tuna uwezo tofauti tofauti, kuna wengine wana uwezo mkubwa, kuna wengine wana uwezo wa kati na kuna wengine wana uwezo wa chini. Kwa tutaomba wale wenye uwezo wa juu kabisa watatusaidia mambo makubwa mawili. Kwanza, upatikanaji wa malisho kwa kuwa wao wana uwezo wa kununua mbegu ili baadaye waje wauze kwa wafugaji kwa bei ambayo wafugaji watamua. Lakini pia kwenye maeneo ambayo yatakayo kuwa yana changamoto ya maji pia hawa wafugaji wakubwa watusaidie hata kuchimba visima magari. Daktari Samia alishanunua mitambo ipo gharama kidogo, kwa ajili ya kusaidia kuchimba visima itawezekana kama wafugaji wakubwa pia watatusaidia kwenye eneo hilo. Tunaandaa utaratibu, tukishafanikisha tutakuja kuwaeleza, ili tuone tunasaidiana vipi. Kwa hiyo swala la maeneo ya malisho, kwa suluhisho la awali tunatarajia eneo hili na likikamilika, tutakuja kupeana taarifa na utaratibu wa kupata wote hatuwezi kupata kwa kuwa eneo ni dogo, lakini ni imani yangu wachache watakaopata itasaidia kupunguza ile mivutano iliyopo kati ya wahifadhi pamoja na wafugaji. Kuna swala ambalo muulizaji mmoja aliuliza kwamba hawafahamu mipaka ya Tanapa inaishia wapi. Mimi naamini mnajua, kwa kuwa mawe iliwekwa na iliwekwa mchana na mawe yamewekwa kwa umbali wa mita 500 500. Kwa hiyo kwa hivi sasa nafikiri mnajua mipaka ya hifadhi ya Tanapa iko wapi. Cha kwanza mnatakiwa kutambua hilo. <tambua> Msipotambua, maombi yenu hayawezi kusikilizwa hata siku moja. Mkitambua, mtasema sisi